Na kule kaunti ya Busia idara ya watoto katika kaunti hiyo imeanzisha mchakato wa kuhamasisha watoto kupitia kwa vikao vya bunge za watoto kama mojawapo wa njia za kuwawezesha kufahamu haki zao, mbali na kujifunza maswala ya uongozi na uwajibikaji wakiwa wachanga, kama anavyotuarifu Robert Malala. Kwa siku za hivi punde, visa vya dhuluma dhidi ya watoto, vikiwemo unajisi na ulanguzi, vimekuwa vikiripotiwa hali ambayo imechochea idara ya watoto katika kaunti ya Busia kuvumbua mbinu za kukabiliana na visa hivyo kupitia kwa uhamasisho ikiwemo kuandaa hafla za kuwezesha watoto kujieleza na kutangamana na wataalamu katika eneo bunge la Funyula. Idara ya watoto ikisaidiwa na shirika la World Vision imewaleta pamoja viongozi wa bunge la watoto au KCA ili kuwapa uhamasisho mbali na fursa ya kutangamana na washikadau ili kuuliza maswali muhimu yanayoambatana na haki za watoto, huku mkurugenzi wa idara ya watoto Eric Mkaizi akielezea lengo la kongamano hilo. Hii kikao ambacho kinaendelea hapa tunaita children assembly, na lengo ni kuwapatia uh, nafasi ya kujieleza uh, sauti yao kusikika. It enables them to stand on their own, especially when they are faced with challenges, uh, to say what, what is right for them, uh, what they feel about an, an event, uh, an activity, and what, uh, we engage them in. Kwenye kongamano hilo la siku tatu ambalo limefanyika katika shule ya msingi ya wasichana na Ngina eneo bunge la Funyula na kuwaleta pamoja washikadau mbalimbali kutoka kaunti ya Busia. Mukaizi amesema kwa kupitia kwa hamasisho huo itapunguza visa vya ulanguzi wa watoto na dhuluma zingine. Aidha, afisa wa shirika la kimataifa la World Vision eneo bunge la Funyula, Irene Mukudi ametaja visa vya unajisi na ubakaji kukithiri katika eneo bunge hilo na kuhatarisha maisha ya watoto wanaoathirika, na sasa uhamasisho huo utasaidia pakubwa kuwaelimisha kuhusu haki zao na mbinu za kujiepusha na visa hivyo. Shirika la World Vision pia uh, ni shirika ambalo lina, usi, linawa, linafanya kazi kwa ukaribu sana na washikadau ikiwemo hata wazazi na kuanzia mwaka huu tumekuwa sana tukisisitiza ya kwamba kazi zetu zote ambazo tunafanya katika area hii tunazifanyia kule nyumbani. Tumeweza pia kupata mbinu na njia ambazo tunaweza fanya kazi na wale washikadau wengine, ili tukaweze kuinua hali ya mtoto katika jamii. Kwa hivyo Funyula Area Program hapa tunafanya mambo mengi, baadhi yake ni kulinda na kutetea haki za watoto na hata kuwawezesha kutoa sauti zao kwa mambo ambayo inawahusu katika maisha yao ya kila siku kwa sababu kweli watoto wanapambana na mambo mengi ambayo yanawazuia kukua, watoto ni kauli ambayo imeungwa mkono na afisa anayewakilisha serikali ya kaunti ya Busia na ubunge la Funyula, Caroline Odur, akiwa rai washikadau kuendelea kushirikiana ili kukabili dhuluma dhidi ya watoto ziko on the rise, na nataka na nataka na ku, kuomba washikadau ambao tuko nao hapa Samia wakiwemo World Vision waendelee na hizi advocacy programs kuhakikisha kwamba mtoto amehamasishwa. Tumehamasisha watoto katika baraza letu, na kuhakikisha kwamba maneno ya disco matanga tumepunguza kupitia kwa vikao hivyo vya bunge la watoto. Maswala muhimu yanayoangaziwa na maendeleo, usalama, kufaulu na kuhusika au kuchangia katika maswala ya kijamii. As a leader I need to understand myself

Robert Malala Nyota TV, County ya Busia. Shukran Robert Malala kwa taarifa hiyo. Mtazamaji atarejea ya kuhusiana na